Katika chaneli yetu leo, tutajifunza jinsi ya kutengeneza TIN number. So, TIN number kirefu chake ni Taxpayer identification number. So, ina ni inakuwa special number ambayo inakutambulisha wewe kama mlipa kodi. Unapotaka kutengeneza TIN number yako unatakiwa kuwa na vitu viwili muhimu, cha kwanza ni NIDA. NIDA kwa maana ya National Identification Authority, lakini pia unatakiwa uwe na phone number. Phone number. Sasa phone number ziko za namna mbili, kuna phone number ambayo uliitumia phone number iliyotumika kuregistia NIDA alafu kuna phone number ambayo ni haikutumika yani noti, haikutumika wakati wa kuregistia namba. Sasa kama una sim, yani namba ya simu ambayo haikutumika kuregistia NIDA, kuna maswali utaulizwa uweze kuyajibu auweze kama kufanya confirmation uweze kupata namba yako lakini kama namba yako ni ile ile ambayo tumia kusajili NIDA, e, process zake ni easy. Sasa, baada ya kuwa na hivi vitu vya muhimu unachotakiwa kufanya unaweza kwenda kwenye uh, kwenye kituo chochote cha TRA e, ukasajili lakini lengo la video hii ni kuelekeza watu namna watakavyoweza kutengeneza direct kupitia smartphone zao au kompyuta zao. So, baada ya kuwa na vitu vya muhimu, kitakachofuata utaingia kwenye Google. So, utaikia kwene Google and then utasech utasechi tu neno uta TRA. Baada ya kusechi TRA, zitakuja website ya kwanza kabisa imeandikwa uh, www.tra.go.tz tra g tz, hii ndio yenye utaibonyeza, itafunguka website ya TRA. Baada ya kufunguka website ya TRA, uta scroll chini, kuna hizi zimeandikwa e-service. Sasa kwa kuwa lengo letu ni kutengeneza tin number utabonyeza taxpayer portal. Baada ya kubonyeza taxpayer portal itakupa upande wako wa kulia juu, kuna hii sehemu imeandikwa imeandikwa login. Hapa imeandikwa login, alafu hapa kuna sign up alafu kuna service. Kwa kuwa wewe unatengeneza tin number yako utatakiwa kubonyeza palipoandikwa sign up. Hapa ndio sehemu ya kubonyeza So, utaboneza palipoandikwa sign up. Then ukishaboneza palipoandikwa sign up, kuna tin number applications za namna mbili: kuna individual registration, entity registration. So, individual, ni kwa maana ya wewe mwenyewe kwamba individual ni wewe mwenyewe. Then entity hii mbei zaidi kwenye kampuni, kama mtu ana kampuni anataka maybe ku-update tin number yake. Sasa, for the sake of this video, si tutajifunza namna ya kufungua Tin number based on individual registration. Hasa, kuna individual registration, kuna njia tatu. Ya kwanza ni kutengeneza tin number kupitia national identification number, uwe na NIDA namba. Kama unakuwa na NIDA namba yako, namba yako ya simu na register, unapata tin number. Ya pili ni kutengeneza tin number ya individual without national identification number, maana yake ukibonyeza hapa wewe hutaki kutumia NIDA namba yako au huna NIDA namba unataka kutengeneza tin number. So ukiingia inakupa option mbili. Kuna option ya kwanza ya non-business tin. Labda unatengeneza tin number kwa ajili ya kuwa na na driving license au unatengeneza tin number kwa ajili ya kuwa na individual business na hauna nida namba. So hizi ni option ambazo unaweza kuzitumia kutengeneza tin number yako. Then option ya tatu ni with existing tin registration without nida namba. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kawa na tin number lakini hakujisajili au hakuwa na nida namba so, utabonyeza hapa, utatakiwa kuingiza tin namba yako, then kwenye fomu utaweka nida namba yako ambayo ni mpya uliopata sasa hivi. lakini kama sio Mtanzania utatakiwa kubonyeza hii sehemu iliyoandikwa nani residence registration number so, hii registration so, hii itakupa tin namba ambayo inakutambulisha kwamba wewe sio Mtanzania lakini ni mlipa kodi. Baada ya kuwa umechagua yote kutegemea na information ulizonazo ukishafanya application, kuna hii sehemu ku inaitwa check registration status. Baada ya kusajili, sometime inaweza isiwe instant kupata tin number, so unatakiwa kuangalia status ya jinsi. Kuangalia status, utatakiwa kubonyeza pale kuandikwa hii sehemu iliandikwa registration, I mean check registration status, so utabonyeza pale kuandikwa registration status and then kama ni residence, I mean, resident application. Kama ni Mtanzania utaweka nida namba yako hapa kama ni non-residence utaweka application reference number. So kiweka kwa submit, inakupa status kwamba TIN namba yako iko tayari au bado. So okay, baada ya kuwa tumejifunza kuhusu hizi namna tatu za kufungua TIN namba, laba tujaribu moja hapa. Kwa mfano kuna hii using national ID, without national ID, tuseme tujaribu hii without national ID, and then tuseme continue. Kwa maana tutakuwa tunapata TIN number kwa ajili ya application kama vile driving license. Ukibonyeza hapo continue itakupa sasa fomu ambayo tutakiwa kujaza information zako wewe pamoja na kuattach ID ulionayo. Tutakiwa kujaza majina yako e, tarehe kuzaliwa, nationality, email, e, mobile phone number, city, lakini pia lazima ID ulionayo utachagua hapa, wameweka selection, unaweza kuweka voter ID, driving license au passport au Zanzibar ID au leta from LGA. Kwa hiyo hizi ndo attachment unaweza kuzi attach ukishaenda next na kuma create uh, TIN number yako. So simply hivi ndo njia rahisi zaidi ya kufungua TIN number kwa ajili ya biashara yako au kwa ajili ya, ya, ya biashara zako au kwa ajili ya, ya kupata ile leseni ya, ya kuendesha magari au pikipiki. Uh, kama uli mtu mpya usisahau subscribe ili iwe rahisi tunapoweka video zetu mpya, huwa unapata kwa wepesi zaidi. Asante.